Wakati wa uhai wake, naomba sasa nimwite mmoja kati ya vijana wenzie ambaye alikuwa ameanza harakati wamejifunza pamoja hapo nyuma, aje kumzungumzia walau dakika moja. Chukua nafasi hii kumuita sasa. Samson, popote ulipo, kwa niaba ya ma dancers wote, Samson tunakuomba usogee hapa walau dakika moja tu tuweze kusikia kile ambacho pengine hatukijui kuhusiana na kijana wetu, lakini namna ambavyo mlikuwa mkifanya naye kazi karibu sana. Habari za saizi jamani, wakubwa wa shikamoni, uh, zangu mambo vipi? Uh, kwa jina naitwa Samson au Shobigo, safari ya lai uh, kiukweli, upande wangu upandu kama ndo wa kwanza kuiona nimeona pale nyumbani kwa sababu tuko tunakaa karibu. Uh, baadaye akajiunga kwa timu yangu ya Anderson, lakini mimi nilikuwa nafanya timu mbili, nilikuwa nacheza Anderson na best friend chini ya mtaji. Kwa hiyo baadaye nikabidi nimwambie msanii, bwana, kuna dogo iko vizuri kwa mtaani pale, kwa nabidi haje, kwa sababu tuko tunachukua watu wenye vipaji kuja best friend. Alikuwa mtu tu haje, msanii alikubali, na ndio akatuko chini ya msanii tena. Kutoka hapo safari yake ilikuwa ni, ni, ni kubwa kutokana na maisha yake, maisha Lai namba tuje tumsaidie huyu. Naomba tuje tumsaidie huyu. Naweza kaendelea. Basi, simama pembeni na nasema naweza kaendelea. Ah, mm-hmm. Uh, kwa maisha ya Lai mengi sana yalikuwa chini yangu pamoja na kina Shebinya Twins pamoja na Msami. Hata kwenye upande wake wa masomo sisi ndio tulikuwa tunabeba jukumu hilo, lakini Lai alijibeba sana kipaji chake kuhudumia familia yake na maisha babake. Kile alichukua na kipata Lai na kipeleka kwa baba yake, yaani ukweli ndio huo. Kwa sana yake ndio limuaminisha kwetu na yeye kipaji chake ndio kwa kinaendesha maisha yake kwao, kwa, kwa pale maisha mta, mtaani mta, yeye kidogo alijitaji kujigomboa ye na rafiki yake Zungu wa WSB. Kwa sababu Zungu mimi nilikuwa namjua, lakini ndio ushawishi mkubwa Zungu kumwamini sisi kama best friend chini ya Msami ni Lai alitwambia, bwana mimi siwezi kuendelea bila Zungu hapa kwa hiyo vitu vingi tulivifanya kipindi tukotemeke baadaye, tulivyoona kipindi chetu. Jamani, nashindwa kuendelea, lakini mambo mengi yashaongelewa na katika wazee pale wataji. Lakini kapumzike, mwanangu, umejipambania sana.